Karibu katika channel ya Feaboy kwa updates zote za ajira, kuitwa kwenye usaili, kuitwa kazini. Usisahau kusubscribe, pia unaweza Uhumili jiunga na channel yetu ya Telegram. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Ushetu. Unapojibu, una tafadhali taja kumbukumbu kumbu, kumbu, kumbu UDC 4866 si 30 Mei 2025. Ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ushetu, ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ushetu, SLP ya hamsini, Ushetu, Kahama, Shinyanga, barua pepe. Tangazo la nafasi za kazi Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Ushetu anawatangazia nafasi za kazi wa Tanzania wote wenye sifa za kuajiriwa katika nafasi ya mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, afisa maendeleo ya jamii msaidizi daraja la pili, msaidizi wa maktaba daraja la pili na dereva daraja la pili. Hii ni kutokana na kibali kilichotolewa kwa barua yenye kumbukumbu namba FA.97 22825 cha tarehe 29 Aprili 2025, kutoka kwa katibu mkuu Ofisi ya Rais menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Dereva daraja la pili nafasi tano. Kazi na majukumu: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kikazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali, kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari zote katika daftari la safari logbook. Kufanya usafi wa gari, na kufanya kazi nyingine kadri atakavyoelekezwa na msimamizi wake. Sifa za kuajiriwa, awe amehitimu elimu ya kidato cha ja nne au cha ja sita awe na leseni ya daraja C au hii ya uendesha magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendesha magari, basic driving course, yanayotolewa na chuo cha VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara, ngazi ya mshahara wa serikali TGSB. Mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi sita. Kazi na majukumu: kuchapa barua taarifa na nyaraka za kawaida na za siri, kupokea wageni na kuwasaili shida zao na kuelekeza sehemu wanapoweza kushughulikiwa, kutunza taarifa na kumbukumbu za matukio, matukio, miadi, wageni, tarehe za vikao, safari za mkuu wake na ratiba ya kazi nyingine, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika divisheni au kitengo sehemu husika. Kukusanya, kutunza na kurejesha majalada na nyaraka sehemu zinazohusika. Kupanga dondoo na kufanya maandalizi ya vikao mbalimbali. Kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi. Sifa za kuajiriwa: awe amehitimu elimu ya kidato cha nne au kidato cha sita. Awe na stashahada ya uhazili NTA Level 6. Aidha, wawe wamefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja, na kupata programu za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia viwango vya mishahara ya serikali TGSC. Masharti ya jumla kwa waombaji <coughs> waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania na wenye umri wa kuanzia miaka kumi na nane na usiozidi miaka 45 isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini. Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa kwa ofisi. Waombaji wote waambatanishe maelezo binafsi detail yaliyojitosheleza, curriculum vitae yenye anwani inayotumika, namba za simu zinazopatikana na anwani ya barua pepe email address, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa kuaminika. Waombaji waambatanishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza namba za simu kuaminika, pamoja na majina ya wadhamini referees watatu wa, wa kuaminika. Maombi yote a ambatane na vyeti vya elimu na taaluma vinavyothibitishwa na mwanasheria au wakili, ambavyo ni vyeti vya kidato cha nne au sita kwa wale waliofika kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali mbali, kwa kuzingatia sifa za kazi husika, testimony of provision result, statement of result, hati ya matokeo ya kidato cha 4 na sita, form 4 and form 6 result slip vitakubaliwa. Waombaji waliosoma nje ya nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuthibitishwa na mamlaka husika yaani TCU, NECTA na NACTE. Waombaji waliostaafishwa katika utumishi wa umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wana kibali kutoka kwa katibu mkuu kiongozi. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia waliopo katika utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika waraka namba CAC.45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010 uwasilishwaji wa taarifa na sifa za kugushi, wahusika watachukuliwa hatua wa za kisheria. <coughs> Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 9 Juni 2025. Muhimu, kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya Ushetu, SLP 50, Ushetu, Kahama. Maombi yote yatumwe kwa njia ya mfumo wa kielektroniki wa ajira recruitment portal kupitia anwani ifuatayo portal.ajira.go.tz. Anwani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya sekretarieti ya ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa recruitment portal. Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo hili hayatafanyiwa kazi. Imetolewa na Adija M. Kabojela, mkurugenzi mtendaji wilaya ya Ushetu. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale tunapoposti video mpya kila siku, lakini pia unaweza kujiunga na channel yetu ya Telegram, link nimekuwekea katika description ya video hii. Asanteni na karibuni.